na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya sita aya hamsini na mbili hadi hamsini na tisa Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin amin nawambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake kama vile baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa baba kadharika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni si kama mababa walivyokula wakafa bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Injili hii tuliyotoka kuisikiliza inatufunza Yesu ni chakula cha uzima milele, tumpokee kwa ajili ya wokovu au kwa maneno ya methali za kale, chakura cha roho ni Kristo, asiye mla roho hufa. Injili hii inahusiana na uhusiano wa moja kwa moja na fundisho la Pasaka, kwa sababu linafunua kilele cha fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Yesu. Yesu kama mwanakondoa Pasaka, Ekaristi ni kuendeleza moyo wa sadaka mpya katika uharisia wa kiroho uamzi wa imani katika sadaka Pasaka. Huleta maisha mapya. Pasaka ni sikukuu kutoka utumwani hadi uhuru, kutoka kifo hadi uzima. Maneno ya Yesu baada ya kusema maneno magumu kuhusu kula mwili wake na kunywa damu yake, ndipo wengi wa wafuasi wake walipoanza kumwacha na kusuka maswali mengi juu yake. Kapernaum iliashiria mji wa neema, lakini pia mji wa jaribio. Mji muhimu katika huduma ya Yesu. Ni mji mdogo wa Wayahudi uliopakana na Bethsaida na miji ya Galilaya na Nazareti. Ni sehemu ambazo Yesu alifanya miujiza mingi huko na kutoa mafundisho, lakini wengi walikataa kumwamini. Yesu alifanya miujiza kama kumponya mtumishi wa jemedari inahusiana na kutoa mafundisho makubwa ya Yesu kama vile chakula cha uzima Yohane sura ile ya sita. Hii inatoa onyo kwa watu wa leo kwamba kwa kuona miujiza pekee haitoshi. Imani ya kweli inahitaji mapokeo ya kina ya neno la Mungu. Yesu alilaumu Kapernaumu kwa ukosefu wa imani licha miujiza aliyoifanya. Inatoa fundisho kuhusu hadhira inayomkaribia Yesu inayokataa kumfuata kwa undani wa kiroho. Injili hii ina vionjo vitatu: radha, harufu na kiu. Radha ni Yesu ambaye ni mkate wa mbinguni una uzima, si radha ulimi bali ni radha neema Ukila kuna radha utamu wa uzima wa roho. Harufu ya chakula cha roho ni tofauti, inavutia kwa wale wanaotafuta uzima wa kweli, dunia, wa kweli lakini walioona njia ya kidunia hawaelewi. Kiu ya mafundisho ya Yesu yanazima kiu ya wanadamu. Mtakatifu Agustino alieleza, Yesu ni chakula cha roho na kwa mwili wake ni kumpokea kwa imani na upendo, si kwa namna ya mwili tu. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika mafundisho yake juu ya Ekaristi alifundisha kwamba Yesu ni chanzo na kilele cha maisha ya Kikristo, maana humo Kristo mwenyewe anatupatia mwili na damu yake kwa ajili ya uzima wa milele. Ecclesia de Eucharistia 2003. Alisitiza mwili wa Kristo ni muungano wa ndani kabisa na Yesu na ni kilele cha imani ya Kikristo. Je, kwa nini Yesu asema juu ya kula mwili wake? Yesu aliposema maneno haya hakusema kwa ajabu au kwa mfano wa kawaida, bali alifundisha fumbo la ndani na lenye maana ya kina. Yesu anataka, Mosi, tushiriki kwa kina katika maisha yake, tusishie kumjua kwa akili bali tuingie katika ushirika wa kweli yeye, ushirika unaogusa roho na mwili wake na kunywa damu yake, wanadamu washiriki uhai wake mwenyewe. Mbili, anatukumbusha kila alichokifanya katika karamu ya mwisho aliposema, huu ni mwili wangu hii ni damu yangu. Kauli ya kula mwili wake linaelezea moja kwa moja sakramenti ya Ekaristi ambapo mkate na divai vinakuwa Kristo mwenyewe. Tatu, Yesu alitaka kuukomboa mwili wa mwanadamu ulioharibika kwa kutoa mwili wake kuwa chombo cha wokovu. Kwa mwili wake tunaunganishwa na sadaka ya msalaba kwa ajili ya wengine. Nne, kupinga imani ya kipagani au ya kiroho isiyo na mwili. Falsafa nyingi za Kigiriki ziliudharau mwili na kuamini kwamba roho tu ndio kitu kitakatifu. Yesu kwa kusema kula mwili wangu, anasisitiza kuwa nao ni sehemu ya mpango wa ukombozi, sio tu roho. Huu ni msitizo wa umoja wa mwili na roho katika ukombozi. Maneno yake yanalenga kuwafanya waumini waelewe kuwa imani ya kweli ni kushiriki kikamilifu mafundisho, kujitoa, kushiriki na kuishi naye. Injili hii inaangazia masuala ya msingi ya imani ya kweli. Changamoto ya mafundisho ya Kikristo ni kujitoa kwa dhati kwa Yesu, hata pale mafundisho yake yanapokuwa magumu kueleweka au kukubaliana. Yesu anatufundisha kwamba mafundisho ya Kristo ni magumu, si kwa akili, bali kwa moyo. Wengi walikwazika kwa sababu hawakuelewa maneno yake, yaliyowafanya wahisi kuwa mafundisho hayo hayalingani na matarajio yao. Anajilinganisha na mana ya jangwani, waliokula wakafa. Yeye anaeleza kuwa si mwili tu, bali ni Roho iletayo uzima na maneno yake yana uzima huo. Ni wito wa kuyaamini maneno yao hata tunaposhindwa kuyaelewa kikamilifu. Injili hii inatuonyesha uaminifu wa Simoni Petro. Kwa niaba ya mitume anatoa jibu la imani safi, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Hili ni jibu la mtu ambaye hajakamilika, lakini ana moyo wa kumtegemea Yesu hadi mwisho. Hii inaonyesha sio wote waliomfata Yesu waliokuwa wamejitoa kweli kweli kwa moyo. Inatukumbusha kuwa imani yetu inahitaji kuhurishwa kila siku na Kristo kupitia neno lake na Ekaristia. Mara nyingine Mungu hunena nasi kwa njia ambazo hazieleweki kwa akili ya kibinadamu lakini tunaitwa kuamini kwa moyo na utii wa ndani wa tusiwe wa mwilini pekee bali wa rohoni. Tusiishie kuangalia mambo ya kawaida, tuingie pia katika kina cha roho. Hata kama tutakumbwa na mashaka au mambo magumu ya kutoeleweka, tuseme kama Petro, hatuna pa kwenda zaidi ya kwa Yesu. Pengine maswali haya yatatusaidia kutafakari zaidi Injili hii. Je, uzima wa milele ni nini? Je, una thamani gani kulingana na uzima wa sasa wa kimwili? Imani yangu kwa Mungu ina msingi gani? Uzoefu, ushahidi au ufunuo? Je, ni vitu gani vinavyonikwaza kumfuata Yesu? Vikwazo vya akili na maadili? Je, tunamfuata Yesu kwa sababu ya manufaa au kwa sababu tunamwamini kuwa ni ukweli? Basi ndugu wapendwa, tunapomalizia tafakari hii ya neno la Mungu, tusimame katika moyo wa unyenyekevu, tukisikiliza maneno ya uzima wa milele ambayo Kristo anatupatia hasa katika mwanga wa Pasaka, kwamba Yesu Kristo aliyeteswa akafa na akazikwa, hajatuacha yatima, bali amebakia nasi katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Tunaalikwa kuishi matunda ya ushindi huo kila tunaposhiriki meza ya Bwana. Tunapomla kwa imani, tunashiriki maisha yake ya kimungu, tunafufuliwa pamoja naye na tunatayarishwa kwa karamu ya milele mbinguni.